Light T and Z College, tupo na tv yetu kidogo. Leo tumeamua tuonyeshe hii clip, maana kwenye comment tunaikuta sana. Tupo na tv yetu inaonyesha machenga chenga, inaonyesha machenga chenga mfano... eh kuti zina inaonyesha machinga chenga kidogo, kamera hapa inaleta picha ndomba zimetai tai ni zime. <coughs> yeah. kidogo kamera hapa inasaidia ni aionyeshi kama ina mazombi zombi. Kidogo tungekuwa tumeplay kitu ungeza kujionea, hata ukienda hilo dishi linavyoonekana, naliona lina mazombi zombi. So solution ni nini? Solution soluhen ini... solution utakuwa na remote yako, zeni taminia e menu kwa ajili ya setting menu zeni 1147 yani menu moja moja nne saba menu moja moja nne saba Itakuletea menyu hiyo, tutaenda kutafuta special set. Kidogo nimekosea hapa, mpeka kwenye modi ambayo tv itafanya kazi na itakuwa inaleta machenga hayo kwenye solution ya ku solve kwanza ile tatizo, kwa sababu ni common. Tutaenda kushika power button, ndaichomoa tv yangu. Baada ya kuhold the power button, TV yangu itaenda tajiwasha then italeta yale machengachenga. Power button kushikia, itajizima itajiwasha tena italeta zile rangi za kubadilikabadilika, then itashika tena mpaka itavyoacha hiyo ni kama troubleshoot kuondoa lile tatizo. Naiona TV yetu imetulia, basi hapo TV yetu imetulia tenda, tutaminya hiyo tena moja moja nne saba, tutaminya hapo moja moja nne saba kidogo limoti yetu siyo ya kwake, ni Itel ila tuko kwenye tv ya boda. Moja moja nne saba, baada ya hapo tutashuka Special setting, baada ya hapo tutaenda panel setting, baada ya hapo kwenye map tutaselekti VLVDS map, hiyo ndo quality. Tutaizima tv yetu, tutaiwasha ili wakie ikiwa kwenye ile map picha iko clear. Asante kwa kuwa nasi T and Z College. Unachotakiwa you know, ni kusubscribe kwenye channel yetu, ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante, tukutane tena, chao.